Vipi mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu, Habari Kiganjani, karibu kwenye miendelezo ya habari na matukio. Na habari ya muendelezo tuliokuwa nayo ni kikao cha kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM, Wilaya ya Meatu mkoani Simiyu kilichofanyika Machi tano, elfu mbili na ishirini na tano kiliibua hali ya sitofahamu baada ya kutokea mzozo mkali kati ya katibu wa CCM wilayani humo ndugu Manyonyi na katibu wa kitikadi siasa na uenezi wa wilaya hiyo ndugu Jiras Maunde. Tukio hilo lilisababisha vurugu zilizowalazimu viongozi hao kutoka nje ya ukumbi na kuendelea na ugomvi wao mbele ya wananchi. Kwa mujibu wa mmoja wa wajumbe wa kikao hicho ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe ametueleza kuwa mvutano huo ulianza ndani ya kikao baada ya mwenezi wa CCM ndugu Julius Maunde kumtuhumu katibu wa wilaya ndugu Manyonyi kwa kuruhusu baadhi ya watiania wa nafasi za ubunge na udiwani kufanya kampeni za mapema kinyume na katiba CCM. ya CCM Maunde alidai kuwa katibu. Maunde alidai kuwa katibu na baadhi ya viongozi wengine wamekuwa kishirikiana. Maunde amedai kuwa katibu na baadhi ya viongozi wengine wamekuwa wakishirikiana na watiania hao katika kutoa hongo kwa wajumbe, jambo linalokiuka misingi ya chama. Baada ya shutuma hizo, katibu wa CCM wilaya ikakanusha vikali, hali iliyosababisha mvutano mkali kati yao. Malumbano haya yaliendelea hata baada ya kikao kufungwa, ambapo wawili hao walisukumana na kutishiana kupigana hadi nje ya ukumbi, mbele ya wananchi waliokuwa wakishuhudia tukio hilo. Katika mahojiano ya simu na ndugu Julius Maunde alikiri kutokea kwa mvutano huo, lakini alidai kuwa ulikuwa ni kutofautiana kwa kauli. Alipoulizwa kuhusu tuhuma alizotoa dhidi ya katibu wake, alisisitiza kuwa katibu Manyoni ndiye anapaswa kutoa ufafanuzi zaidi. Unakuta tu mtu anaanza kushikana na wewe bila sababu, sasa unakosa hata cha kueleza zaidi na shauri mhoji, yeye ndiye atakayetoa majibu sahihi, amesema Maunde. Kuhusu uwezekano wa kupatanishwa mwenezi huo, amesema kwa sasa kila mmoja ataendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa chama na kwamba suala hilo linaweza kujadiliwa baadaye katika vikao rasmi. Kwa upande wake katibu wa CCM wilaya ndugu Manyonyi alipopigiwa simu na waandishi wetu alikiri kutokea kwa ugomvi huo, akidai kuwa chanzo chake ni mgogoro wa muda mrefu kati yake na ndugu Maunde. Amedai kuwa mgogoro huo ulianza tangu ziara, ukaguzi na utekelezaji wa ilani ya CCM katika kata ya Bukundi, ambapo anadai mwenezi huyo alimtolea lugha ya matusi mbele ya wajumbe wa kamati ya CCM. Iliacha alipite, lakini ilipotokea tena kwenye kikao cha jana ikawa ni mwendelezo wa mambo yale yale, ameeleza Manyonyi. Aidha, Manyonyi amedai kuwa tofauti zao zinahusishwa na mbunge wa Kisesa, Luhaga Mpina, ambaye anadaiwa kuwa nyuma mwenezi huyo kwa lengo la kumchafua katibu, ambapo katika kikao hicho alianza kujibizana na mbunge huyo kabla na baadaye mwenezi kuingia baada ya kikao kufungwa, tukiwa tumesalia wajumbe wa kamati ya siasa, akaanza kunitukana tena mimi. Nilimwambia sitarudishia tusi wala sitapigana naye, lakini alipojaribu kunirushia ngumi, wajumbe waliingilia kati na kumtoa nje ya ukumbi, amesema katibu huyo. Alipoulizwa kuhusu tuhuma kwamba anashirikiana na watiania wa nafasi za uongozi ndani ya chama, Mwanyoni alikanusha madai hayo, akisema hakuna ushahidi wowote kudhibitisha tuhuma hizo. Hayo ni maneno uzushi, ya uzushi yanayosemwa, hawana ushahidi wowote. Katibu huyo amesisitiza kuwa jambo hilo litaleta taswira mbaya ndani ya chama, kwa sababu kuna njama ambazo zimekuwa zikifanyika kwa makusudi kuharibu ajenda za vikao. Linaleta taswira mbaya kwa sababu ni chawa wa mtu, anafanya kumridhisha bosi wake. Na kabla ya jana walichukuana, wakaenda kwenye hoteli moja asubuhi, wakapeana supu na mimi nikapata maneno kwamba walikuwa wanaongea kuwa hicho kikao hakitafanyika. Sijajua tutaliwekaje wakati wao wamedhamiria kunipiga, kunitukana, amesema ndugu Manyonyi. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu, endelea kukaa kwenye chaneli yetu, tutaweza kufuatilia kuhusu jambo hili kadri tutakapopata taarifa. Asante na kwa heri.